Wamiliki wa taasisi za elimu wilayani Chato wametakiwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ili kuepuka kufungiwa na kufutiwa usajili wa taasisi hizo. Kauli hiyo imetolewa na Mdhibiti Ubora Mkuu wa Shule wilayani Chato, Pendo Magesa, wakati akiongea na waandishi wa habari ofisini kwake juu ya taratibu, kanuni na sheria za kufuatwa wakati wa uanzishwaji wa shule na utoaji wa huduma ya elimu katika jamii wa shule ni idara iliyopo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Idara hii inahusika na usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa sheria, sera, kanuni na miongozo ya elimu iliyowekwa. Idara hii pia inahakikisha elimu inayotolewa inazingatia ubora unaotakiwa ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Idara hii ya udhibiti ubora ina majukumu makubwa matatu. Jukumu la kwanza ni kufanya tathmini katika taasisi za elimu kwa shule za awali msingi, sekondari na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Pia inahusika katika kufanya tafiti tatuzi za kielimu zitakazosaidia kuboresha ufundishaji, usimamizi na uendeshaji wa elimu au vyuo. Idara hii pia inahusika na kumshauri kamishina wa elimu juu ya kusajili shule au kutosajili shule. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa wamiliki wa shule ambao wanaendesha shule kinyume cha utaratibu, ni makosa ya kisheria kuendesha shule bila usajili ili wafike ofisi ya udhibiti ubora wa shule waweze kupata maelekezo ili waweze kufuata hatua za usajili wa shule zao. Kinyume na hapo, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Baadhi ya wamiliki wa shule binafsi wilayani Chato ameipongeza serikali kupitia Wizara ya Elimu kwa kuboresha mifumo ya usimamizi katika nyanja ya elimu nchini. Kwa majina anaitwa mwalimu Mlekwa Charles Kihongwe, ni meneja wa shule za Emau. Sera ya elimu inataka elimu itolewe kwa viwango vishindanishi vya kanda na kikanda na kitaifa. Kwa hiyo tukiacha viwango na ubora, elimu yetu haitatoa wahitimu shindanishi ambao wanaweza kwenda kushindana mbali. Wadhibiti ubora wa wilaya ya Chato wamekuwa ni watu wazuri na wamechukua lile jambo la kudhibiti vizuri, kwa kuangalia ubora na sio kukagua. Wanafasiliteti, wanawezesha zoezi liendelee kwa kutuangazia mambo mbalimbali mbali. Na ndio maana mnaona sasa tunaweza tukahimili kuwepo kwenye soko la elimu tukatoa huduma, kwa sababu ya viwango vile ambavyo tunapewa na tunavyokaguliwa tunavifikia. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa elimu wanaeleza namna wanavyoshirikiana na idara ya udhibiti ubora katika utoaji wa elimu. Kwa majina yanaitwa Madam Faith Deus Mageche. Kwa kupitia udhibiti ubora tumekuwa tukipata miongozo mbalimbali ambayo imekuwa ikitusaidia katika namna ya kuendesha taasisi zetu hasa shule za sekondari. Kwa mfano, wamekuwa wakituelekeza namna ambavyo mwalimu kabla ya kuingia darasani anapaswa kuandaa notisi zake ili kwamba anapokuwa darasani aweze kufundisha vizuri. Lakini pia wamekuwa wakisisitiza jambo moja la msingi kwamba kila mwalimu anapaswa afundishe kwa vitendo kwa sababu kuna wanafunzi ambao wasipofundishwa kwa vitendo uelewa wao unakuwa ni mdogo. Kwa majina anaitwa madam Penina Robert Marwa, mwalimu mkuu shule ya msingi Mau. Lakini sambamba na hilo, huwa wanadili sana na maswala ya mitaala. Mfano kama sasa hivi kuna uboreshaji wa mtaala mpya, wanaangalia mitaala inayotumika hapa shuleni ni ile inayokizi vigezo na matakwa ya serikali, inamsaidiaje mwanafunzi kufikia ufaulu lakini pia huwa kama nilivyoanza kusema kwamba wanaangalia nyanja zote, hasa rasilimali. Nilishaongelea rasilimali watu, lakini kuna rasilimali mbalimbali kama vitabu. Uwepo wa vitabu, vitabu vinatosha. Huwa wanaangalia vitabu vya kiada pamoja na ziada kwa idadi. Huwa wanaangalia pia mambo mbalimbali mbali. lakini pia wanaenda mbali, huwa wanakagua hadi notes madaftari ya watoto na maanisha notes mbalimbali azazoizafundishwa wanakagua hadi teaching aid ambazo ziko madarasani, na kama zina kasoro huwa wanajaribu kurekebisha na kuambia mwalimu aone namna ya kuziweka vizuri pamoja na mambo mengine. Mdhibiti ubora wa shule Pendo Magesa amewataka wamiliki wa shule ambao wameanzisha shule kinyume cha utaratibu kufika ofisini kwake mara moja ili waweze kusajili shule zao kwa mujibu wa sheria, hapa katika ofisi za udhibiti ubora bora wa shule. Mimi ni Pasco Musa, Star TV.